Msanii Lavalava kutoka e, hapa hapa Tanzania ameweza kushea post kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwashukuru baadhi ya, ya watu kama vile mashabiki lakini pia lebo yake, WCB. Kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story ameweza kupakia post ambayo inasema hivi, Bismillahir Rahman Rahim. Huu ndio ujumbe ambao Lavalava ameweza kuushare kupitia ukurasa wake wa Instagram akiweka emoji fulani hivi za kushukuru na siku chache zilizoweza kupita kutaka kuondoka yeye lakini Diamond Platnumz aliweza kumpigia simu na kumuuliza kama anataka kuondoka kwenye lebo ya WCB basi aweze kusema tu, ili kama anataka kuwa msanii pekee wa kujitegemea, A, asiwe tena chini ya lebo ya WCB basi ataweza kumwachia bila kumlipisha pesa yoyote, kama vile ambavyo Mbosso iliweza kutokea. Lakini pia aliweza kumsifia kwamba eh, Lavalava ni moja kati ya watu ambao wako na talent ndani yao, lakini pia ni moja kati ya mtu ambaye anajituma sana. Lakini pia hajawahi kumvunjia heshima yoyote ile Diamond Platnum. So kwa upande wa Diamond Platnum alionekana kukunjua roho na kusema kwamba e, Lavalava anaweza anamwachia, e, bila kuweza kumlipisha pesa yoyote, lakini pia e, nikukumbushe tu kwamba Lavalava ni moja kati ya wasanii ambao waliweza kuingia chini ya lebo ya e, WCB ambapo ilikuwa ni Mei 22 mwaka 2017. Katika siku hiyo aliweza kutambulishwa na baadhi ya watu wengi sana wakazidi kumfahamu na kibao chake cha kwanza kabisa kuweza kukiachilia kilikuwa kinafahamika kwa jina la Tuachane. Wimbo huu ambao uliweza kuwa na mwanzo mzuri kabisa katika safari yake muziki kwa upande wa hapa Tanzania, kabla ya kuweza kujiunga na WCB e bana Wasafi. Lavalava yeye alijifunza muziki kupitia taasisi ya Tanzania House of Talent, ambao ni THT. Baada ya kuweza kumaliza mafunzo yake aliweza kualikwa kujiunga na WCB e, Wasafi record label, ambayo aliweza kusign na ukawa ndo mwanzo sasa wa Lavalava kuendelea kusi kwenye masikio ya baadhi ya watu na watu kuweza kumfahamu na jina lake ndo likaanzia hapo. So kwa upande wa Diamond Platnum nuku yake aliweza kusema kwamba in case kama Lavalava ataondoka WCB basi mimi nitampa kiasi cha kuweza kuanza nacho, yaani kwamba Lavalava ambapo ataondoka WCB basi yeye Damo Plattam atampatia pesa ambayo ataanza nayo kama akishika eh, mkono au kiinua mgongo. So kwa upande wa Damo Plattam, alionekana kukunjua roho na safari sasa ya Lavalava kama solo artist wakuendelea kujitegemea kabisa ambaye hayuko chini ya lebo basi ndio imeanza sasa hivi. Kama mdau wa burudani, kwa kweli kama mdau wa burudani kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani kuhusiana na hii situation nzima ya lava lava kutoka WCB? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiache kulike e bana, kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Nitafurahi kinoma noma kuiona comment yako wewe, mdau wa burudani. Chao chao.